Kuna safari ambazo hutakiwi kuzianza. Kuna maji ambayo si ya kuogelea. Na kuna majini wanaolinda siri za kale kwa bei ya roho yako. Meli hii haikurudi kamwe. Iliingia baharini ikiwa na watu ila ikatoka ikiwa na sauti za vilio, kelele za moto na majina yaliyofutwa kwenye historia ya dunia. Karibu kwenye simulizi hizi kali, usafiri wa majini yataka moyo. Usiombe kuikamilisha, maana mwisho wake si kila mtu huamka. Walioingia si wote walitoka, na walioondoka si tena binadamu. Meli ilisahaulika, majina yao. Hii haikuwa hadithi tu. Ilianza na bahari, itaisha kwa damu. Bahari ya Norway ilikuwa kimya isivyo kawaida. Upepo wa kaskazini ulivuma kwa sauti ya kulia, kama mama aliyepoteza mwanawe. Nyota hazikuonekana, anga lilijazwa na mawingu meusi Yaliyoninginia kama mizoga ya miale ya kiza. Usiku huo, meli ya abiria MS Winterfield ilianza safari yake kutoka Tromso kwenda Vestalon kupitia njia ya kale ya baharini iliyozungukwa na visiwa vya ajabu vilivyofunikwa na giza la historia. Captain Edward Holm mwana wa nahodha wa zamani aliyewahi kupotea kwenye maji haya haya miaka 40 iliyopita, alisimama kimya kwenye chumba cha udhibiti. Jicho lake lilimtazama dira, lakini akili yake ilizama kwenye woga usioelezeka. Alikuwa na maono ya bahari inayotema moshi mweusi na milio ya vicheko vya watu waliokwisha kufa. Halafu wimbo wa bahari ulianza tena. Sauti ya wanawake waliokufa waliotangulia, waliokuwa wakimkaribisha kila mmoja aliye hai: karibuni, waliovunja muhuri, karibuni waliosahau laana. Captain, kuna mwanga mweupe mbele, lakini si kwenye ramani, alisema msaidizi wake Anya, huku macho yake yakitetemeka. Labda taa za meli nyingine alijibu kapteni kwa sauti ya kujiaminisha, lakini ndani yake moyo wake ulianza kudunda. Lo, Mungu wangu! Hiyo haikuwa taa, bali mwanga wa mduara uliotanda juu ya maji kama jiko kubwa la pepo. Wakati huo huo, abiria zaidi ya mia moja walikuwa ndani ya deki za chini wakifurahia safari, wengine wakinywa divaini, wengine wakichukua picha na wengine wakiwa wamelala, lakini hakuna aliyejua kwamba ndani ya chumba cha mizigo kuna sanduku moja la chuma na alama za Kigiriki na maandiko ya Kilatini yaliyokwaruzwa kwa damu. Sanduku hilo halikupaswa kuwa pale. Mzee mmoja kutoka visiwa vya Lofoten aliliomba lisafirishwe kwa siri, akidai ni mizigo ya ukoo wa karne ya 13, lakini ukweli ulikuwa tofauti. Sanduku hilo lilikuwa kifungo cha roho ya malkia wa bahari Skuld, binti wa maji wa giza. Ghafla saa tano usiku, ghafla mfumo wa umeme ulizima, giza likatawala, abiria wakaanza kupiga kelele. Mtoto mmoja lilia, mama, kwenye dirisha kuna mtu mweusi amesimama juu ya maji. Loo, hakuna aliyeamini lakini kweli. Kwenye mawimbi yaliyotulia ghafla, alisimama mrembo mrefu, mwenye nywele ndefu ya samli, macho yaliyowaka kijani kibichi, na mdomo uliotoka moshi. Mlikosea, ilikuwa ya mwanamke, lakini haikuwa kibinadamu kabisa abiria kadhaa walidondoka chini wakikamata vichwa vyao. Hakuna aliyejua kwamba gafa, saa tano usiku, saa tano na kumi na tatu saa ikaendelea kurudi kwamba hiyo ndiyo haa. Saa kumi na kumi na tatu iliendelea kutawala saa zote za meli, nikana kwamba wakati ulikamwa. Hakuna mchana, hakuna usiku. Meli ya MS Winterfield haikutembea tena, haikusimama pia. Ilining'inia katikati ya bahari kana kwamba imesimamishwa na mkono usioonekana. Ndani ya chumba cha mizigo, lile sanduku ulishapasuka vipande vipande. Kiumbe kilichotoka ndani yake kilikuwa kimetoweka, lakini athari yake ilibaki. Kila ukuta wa meli ulianza kuchafuliwa na maandishi ya lugha ya kale, maandishi yaliyoandikwa kwa damu mpya kabisa. Captain Home alijaribu kuunganisha redio ya dharura kwa kutumia betri za akiba, lakini aliposogeza waya kwenye sehemu ya mawasiliano, aliunganishwa moja kwa moja na sauti ya mwanamke aliyelia taratibu. Kwa nini mlifika hapa? Mlikuwa mmeonyeshwa. Lo! Sauti hiyo haikuwa ya duniani. Anya akiwa ametapaka damu usoni, alimkumbatia kapteni kwa hofu. Tumeingia kwenye mduara wa majini wa school. Baba yangu alinieleza kuwa hii ni pehemu la mwisho ambayo binadamu hafai kuifikia. Abiria wengine walijaribu kuomba kwa kelele. Wengine walilia kwa lugha zao za kiasili. Wengine walijaribu kufungua boti ndogo za kuokoa maisha, lakini kila boti Ilikuwa imekauka maji ya baharini yaliyogeuka kuwa damu. Lo! Mungu wangu. Wakati huo dari ya meli ilianza kulia kama viale vinavyopasuka. Kwa mshangao, dari ikapasuka na kutoka juu kulizama kiumbe na vazi rembo la maji, macho mawili kama taa za meli na mdomo uliotapaka wingu. Alisimama katikati ya deki kuu akasema kwa sauti ya kutetemesha roho, mlifungua mlango, hamna kurudi. Ghafla abiria wanne walivutwa kwa kasi juu ya hewa, walielea sekunde kadhaa kama wamelala, halafu walipasuka kwa mwipumo mmoja, kama maputu ya damu. Lo! kila tondo lake la damu lilitua chini na kuunda herufi ya laana ya zamani iliyoandikwa Velokva, meli ya maangamizo. Captain Holm alikumbuka simulizi za familia yao. Babu yake alijaribu kupita njia hii mwaka 1943 na hajawahi kurudi. Kabla ya kutoweka aliandika kwenye daftari, msiwahi kufungua sanduku lenye alama ya Scold, ni kifungo cha dunia ya giza. Ndani ya chumba cha engine, fundi mkuu Borje alisikika akilia Moto, moto umetoka kwenye maji! Ajabu, maji yaliyokuwa yakizama kwenye mashine yaliwaka moto wa bluu, moto wa kiroho. Joto lilipanda ghafla hadi nyuzi mia moja na mitambo ikayayuka. Mwanamke wa Kijerumani aliyejulikana kwa jina la Greta alianza kutembea huko akisema kwa sauti ya kutisha, ni lazima mmoja wenu ajitolee, ama wote mtaangamia. Aliposema hivyo macho yake yalikuwa meusi kabisa, na uso wake ukageuka uso wa samaki wa ajabu mwenye mdomo wa pili kifuani. Anya alishtuka, Greta hajawahi kusema Kiswahili, anaweza kuje kuongeaje sasa? Captain alijibu kwa sauti ya kukata tamaa, hii si Greta tena, ni skul amejivika mwili wake, wanachukua mili yetu moja kwa moja. Lo! kwa mbali kwenye dirisha waliona meli nyingine ya kale, imechakaa na abiria waliolala kama mifupa walioganda. Meli hiyo haikuwa inaelea wala haizami, ilining'inia kama kivuli. Ni Velokva, meli ya waliopotea, meli ya waliopotea milele. Kwa bahati mbaya, mtoto mdogo aitwaye Elias alipotea anya alimsikia akilia chumbani lakini alipoenda hakukuwa na mtu. Lakini kwenye ukuta wa chumba palikuwa na alama ya kiganja kilichojaa vidole sita. Sauti ya mtoto ilisikika, mama usije, wapo wengi, wana benda za samaki. Kapteni alianguka sakani, alikuwa amechanganyikiwa. Ndani ya ubongo wake aliona picha za vita zamani, miungu ya kale, majini wa maji na majini wa Nordic waliosulubiwa kwa kuvunja maagano ya giza. Alielewa kitu kimoja, hawakuwa kwenye dunia yetu tena. Saa kumi na moja na tano dakika, meli ilianza kuzunguka wenyewe. Hakuwepo dereva wala nahoza. Ilizunguka kwenye duara moja la ajabu, huku giza likiwa nene, kana kwamba walimezwa na tumbo la dunia. Bahari ilikuwa kimya, kimya cha mauti. Meli haikusikika tena, hata kwa kelele ya upepo juu ya anga mwezi ulionekana mkubwa lakini si mweupe kama kawaida, ulikuwa mwekundu damu, inaonekana kama jicho la Mungu wa bahari Agel, aliyekuwa akiwatazama waliovunja agano. Captain Holm aliamka akiwa amewekewa michoro kwenye kifua chake, alama za mzunguko wa kale zenye pengo tatu, kila moja ikiwa na jicho katikati. Alipojaribu kuzifuta damu ikaanza kumtoka kwenye macho. Lo, Mungu wangu Anya alipiga kelele kutoka darini Captain, angalia chini ya maji walipotazama waliona miili zaidi ya hamsini ikielea kwenye giza chini ya meli wote walikuwa wamelala lakini macho yao yote yalikuwa yamefunguka walikuwa wanatazama juu walikuwa wamekufa lakini bado waliona kwenye deki ya tatu Greta ambaye sasa alikuwa kiumbe wa maji Alianza kutembea huku akiongea kwa lugha ya peponi. Mnada wa roho umeanza, mmoja wenu atachukuliwa kama sadaka. Nani atajitolea? Hakuna aliyesema neno, kimya kilitawala. Lo, ghafla mzunguko wa duara ukaonekana sakafuni, mduara wa giza uliokuwa ukizunguka polepole pole. Kutoka katikati yake jitu la maji likazuka refu zaidi ya mita nne, limejaa samaki wa bahari ya Arctic na kila mguu wake ukiwa na midomo inayonungunika. Mtoto Elias ambaye alionekana kupotea alitembea kutoka chumbani, lakini sasa hakuwa Elias tena. Alikuwa na sauti ya mtu mzima, na macho yake yalikuwa cheusi yakiwaka moto wa bluu. Majini hawataki miili, wanataka kumbukumbu kumbu zenu, maumivu yenu hofu yenu. Anja alikumbuka ndoto aliyowahi kuota akiwa na miaka sita, ndoto ya bahari ikimwita kwa jina lake. Alishangaa kwa nini leo anasikia sauti hiyo hiyo tena, kwa sauti ile ile ya mtoto mdogo aliyopotea miaka hiyo. Sauti ikasema, ulikuwa wa kwanza, lakini ulipewa muda. Leo muda umeisha. Katika kutapatapa meli ilianza kuingia sehemu isiyo na ramani, eneo ambalo hata kompyuta za kisasa haziwezi kufuatilia. Anga lilikuwa limegeuka rangi ya zambarau, na samaki wa ajabu walikuwa wakiruka kutoka maji kuingia hewani kama ndege wa kivuli. Lo, kwa mbali waliona mlango mkubwa, mlango wa chuma uliosimama juu ya bahari, uliandikwa kwa lugha ya kale. Folk Vanga, lango la waliopotea kwa bahari. Meli ilianza kuvutwa kuelekea mlangoni kana kwamba kuna sumaku kubwa ya kiroho. Kapten alijaribu kugeuza njia, lakini usukani haukuitika. Alilia kwa huzuni. Baba, ulikufa hapa. Ni kweli kuna lango la bahari. Nimefika. Alijua kwamba kama watapita mlango huo hawatakuwa na damu tena. Mtu mmoja mzee aliyekuwa kimya tangu mwanzo alisimama na kusema, nimesoma haya kwenye maandiko ya oda ya kale ya Nod. Ili lango lifunguke kikamilifu, lazima mmoja wapo ajitolee kwa hiari. Roho ya kujitoa ndio ufunguo. Anja alinyanyuka na kusema, nipeleke mimi, basi iwe mimi. Lakini ghafla, mtoto Elias au yule jini aliyemvaa alitabasamu, si wewe tunayetaka, ni yule aliyefungua sanduku. Lo, wote walitazamana. Captain Home alishtuka, hakukumbuka kufungua, lakini alikumbuka usiku mmoja alipopekua chumbani kwa hifadhi ya mizigo, akavutwa kwa ndoto, akalivuta kwa bahati mbaya. Mlango ulianza kufunguka. Sauti ya watu elfu moja waliolia ikasikika. Kila aliyesikia alianza kutoa machozi, wengine walizimia. Ndani ya mlango kulikuwa na mji mji wa bahari wa giza wenye taa za samli, watu waliotembea kama vivuli na majini waliobeba mishumaa mikubwa. Walimwita kapteni kwa jina lake la kuzaliwa Erikson, wa damu ya mwisho wa wasafiri wa kale. Aliingia mlango huo huku mwili wake ukianza kung'aa kama almasi. Anja lilia, usiende kapten! Lakini alipoingia mlango, ilifunga kwa kishindo, giza likatanda tena, meli ikaanza kuelea kawaida, mfumo umeme ukarejea, bahari ikatulia, nyota zikatoka, redio ikaanza kufanya kazi. Lakini kapteni hakurudi, na bado kwenye kila ukuta wa meli maandiko yalibaki: safari ya majini haijawahi kuisha. Mtakayefungua mlango mwingine atasababisha mwisho wa bahari.